Hizi rasilimali wanazoita rasilimali zetu huwa wanakula na nani? Mbona mi nachoona tu ni kama ni, ni lugha tu ya danganya toto. Yaani kuna, kuna kuna watu wawili watatu mnaweza mkawa mnakula mna hizo rasilimali, alafu kwenye kuongea kwenye, kwenye public mnasema wanatuonea wivu kwa sababu ya rasilimali zetu. Mimi kwa mfano, mii binafsi ukiniuliza unaita rasilimali zetu, mi binafsi, mi binafsi ukiniambezwa rasilimali mnaziita zetu zinanifaidishaje mi binafsi, siwezi nikakutajia faida. Kwa sababu moja, hapa tulipo, hii awamu hii awamu hii ya sita, hii nchi imekopa pesa ambazo zinazidi awamu nyingine zote zilizopita, yani awamu tano zilizopita zimekopa pesa ambayo inafanana na awamu moja. Ukaniambia rasilimali zetu, hizo rasilimali mi nafaidikaje? Nafaidi naongevi, kwa sababu Bibilia nayesoma mimi ilitaka mwenye kanzu mbili ampe na mwenzake moja. Unaona, mi nikopolini mi naishi kwenye nyumba kama mnazoishi nyie, mi natembea gari kama mnaotembea nyie. Unaweza kusema ah, fanya kazi wewe, acha uvivu, usio kama mimi sifanyi kazi. Mi nafanya kazi hala muda mchache kuliko wewe au kuliko ninyi wengi wenu. Inawezekana hata ningeletwa kwenye ofisi zenu ningekuwa na matokeo makubwa kuliko ninyi. Kwa nyie hivyo mlivyo, magari mnayotembelea. Si kana kwamba nyie ndo mnafanya kazi sana. Hapana. Nyie mnazoziita rasilimali zetu nyie ni zakwe hiyo, e zetu hiyo. Kuna watu mnajitaja hapo, si kana kwamba ndo Watanzania wote tupo kwenye hilo neno zetu. Kuna watu ambao nyinyi ndo mnajijua, lakini vinginevyo wengine, sisi hizo rasilimali zinafaidishaje, zina manufaa kiwango gani? Kwa sababu tunachokiona ni kwamba ndugu zetu wanaumwa wanaenda kwenye hizo hospitali mlizotujengea, lakini hospitali zenyewe hazina vifaa, hazina madawa. Watoto wanasoma kwenye hizi shule kajambanani, elimu mbovu, wakimaliza hawana ujuzi wowote, wanaenda kwa watu tegemezi, wanaenda kwa watu dhaifu. Kwa mwisho, yote mnachokita rasilimali zetu, mara treni, sijui zita, yani ni furufujo furu, furu, furu, mvurugano. Tusemacho ni kwamba mambo yawe sawasawa vile sawa. Unavyoishi wewe na wengine tuishi hivyo hivyo.